Habari marafiki, leo tutaongea kuhusu maisha baada ya upasuaji wa kubadilisha nyonga. Kwa hiyo kama unapanga kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha nyonga, kwanza kabisa unapaswa kujua mambo haya muhimu ambayo nitayazungumzia kwenye video hii. Kwanza kabisa, baada ya upasuaji wa kubadilisha nyonga, unatakiwa kulala kwa mgongo ukiwa umeweka mto chini ya magoti yako ili kupinda magoti kidogo na kuweka miguu yako mbali au ukiwa umeipanua miguu. Pili, wakati wowote unapopewa ruhusa ya kulala ubavu, unatakiwa ulale upande ambao haujafanyiwa upasuaji, yaani mguu wako mzima. Ukiwa umeweka mto kati ya magoti ili kuzuia miguu isivuke. Pia, unapoanza kutembea kwanza kabisa kwa siku moja au mbili za mwanzo, unatakiwa kutumia kiwembe cha kutembelea walka. Kama baada ya hapo utaruhusiwa kuweka uzito kwenye mguu wako, basi unapaswa kubadilisha na kutumia fimbo. Fimbo au bakora inaweza kutumika unapotembea na inapaswa kushikwa kwa mkono wa upande wa pili, si upande wa mguu uliopasuliwa. Kwa kawaida ndani ya siku mbili hadi tatu, unapaswa kuwa na uwezo wa kutembea vizuri kwa msaada wa fimbo kama umekubaliwa kuweka uzito kwenye mguu uliopasuliwa. Na kawaida ndani ya wiki moja au mbili, unaweza kuhamisha fimbo na unaweza kuanza kutembea mwenyewe bila msaada pia. Pia tunapozungumzia kupanda ngazi, ni vizuri kila wakati kupanda na mguu wako mzima. Hii inamaanisha kwamba kila unapopanda ngazi, mguu wako ambao haujafanyiwa upasuaji unapaswa kwenda juu kwanza, kisha mguu wako uliopasuliwa. Na unaposhuka chini, unapaswa kushuka na mguu wako uliopasuliwa kwanza. Fikiria tena kuhusu hilo, kupanda na mzima, yaani mguu ambao haujafanyiwa upasuaji na kwa mguu uliopasuliwa au upande uliopasuliwa unapaswa kutumia fimbo au mkongojo kupanda ngazi. Unaposhuka chini unapaswa kutumia fimbo kwenye mguu uliopasuliwa kisha uishushe kuelekea kwenye mguu wako mzima. Pia unapokuwa umepewa ruhusa ya kukaa, mwanzoni unapaswa kutumia kiti chenye mikono imara na sehemu ya kuegemea mikono na nyonga yako inapaswa kuwa juu kidogo kuliko magoti yako. Unapaswa kukaa nyuma, ili kwamba mgongo wako ugusi sehemu ya kuegemea ya kiti, na unapaswa kuweka mikono yako juu ya sehemu ya kuegemea mikono. Naweka mguu uliopasuliwa mbele kidogo, ili ushuke chini na ukae kwa starehe. Unapokaa kwenye gari, unapaswa kukaa kwenye kiti cha mbele cha abiria na uegemee mgongo wako nyuma kidogo na uweke miguu yako iwe mbali kidogo. Kwa kawaida tunasema pembe ya mgongo inapaswa kuwa kati ya nyuzi 110 hadi 120. Linapokuja suala la kutumia choo, mtu anapaswa kuepuka kutumia choo cha Kihindi au kama una choo cha Kihindi tu nyumbani kwako, basi unapaswa kutumia kiti cha choo cha kubebeka kilichoinuliwa ili usilazimike kuchuchumaa chini. Hata hivyo, inapendelewa kutumia choo cha magharibi kila wakati ili kuhakikisha maisha marefu ya kiumbo kilichowekwa. Pia kwa mazoezi yako, unapaswa kufuata kikamilifu kile ambacho mtaalamu wako wa mazoezi ya viungo anapendekeza, lakini kwa kwanza unapaswa kufanya mazoezi mepesi ya kusukuma kifundo cha mguu, kunyanyua miguu robo, na mazoezi ya gluteal. Katikati ya wiki moja hadi mbili, unaweza kufanya mazoezi ya kuteleza kisigino, kunyanyua mguu ukiwa umenyoka, kama daktari wako ameruhusu yafanywe na kati ya wiki mbili hadi sita unaweza taratibu kuanza kuendesha baiskeli ukiwa na kiti kirefu na upinzani mdogo. Baada ya wiki sita, wagonjwa wengi wanaruhusiwa kutembea bila wasiwasi, wanaruhusiwa kuendesha baiskeli na pia kuogelea, lakini shughuli zenye msukumo mkubwa au michezo ya nguvu zinapaswa kuepukwa kabisa. Kuendesha gari kwa kawaida tunaruhusu kati ya wiki nne hadi sita, mara tu maumivu ya mgonjwa yanapopotea na hakuna haja ya kutumia dawa za kutuliza maumivu. Kazi ya ofisini, wagonjwa wengi huanza kati ya wiki mbili hadi nne, au kama unafanya kazi ya kusimama au kazi nyepesi, basi kati ya wiki nne hadi sita. Kazi ya mikono ya hemi kwa kawaida hatupendekezi, lakini ikihitajika, mgonjwa anaweza kuanza kati ya wiki nane hadi kumi na mbili. Usafiri kwa ndege kwa kawaida tunaruhusu baada ya wiki nne. Lakini ni muhimu kuvaa soksi za kubana wakati wa safari yako ya ndege ili usipate yaani, deep vein thrombosis. Kwa hivyo ikiwa ungependa nyonga yako idumu kwa muda mrefu, kwa kawaida, kwa teknolojia ya kisasa tuna makalio ambayo yanaweza kudumu miaka 15 hadi 20, hakika unapaswa kujaribu kuweka uzito wako chini ya udhibiti. Endelea kujishughulisha na mazoezi ya adhari ya chini pekee, siyo mazoezi ya adhari ya juu. Unapaswa kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara na madaktari wako wa upasuaji. Kama nilivyosema mwanzoni unapaswa kutembea na kitembezi kisha usogee kwenye miwa na kisha kutembea kwa kujitegemea. Unapaswa kujiepusha na kupinda kwa kina au kuvuka miguu yako. Kuvuka miguu yako pia ni pamoja na kukaa kwa miguu iliyovuka au kutumia aina ya Hindi ya kiti cha choo au kuchuchumaa. Chaguo nzuri ni kuinua kiti chako cha choo ili usilazimike kuchuchumaa chini. Kama nilivyosema, kwenye ngazi unapaswa kwenda juu na mguu wako mzuri na ushuke na mguu wako mbaya. Mazoezi salama zaidi kwako ni kutembea, kuendesha baiskeli, kuogelea, hakuna adhari. Na kuendesha gari unaweza kuanza kati ya wiki nne hadi sita. Kila la heri kwa maisha yako. Asante.